Kwenye timu, timu kubwa hasa kama Simba kuna ushindani, kuna wachezaji ambao ni wazuri, lakini wanajilaumu kwamba ah, kwa nini mwalimu hata siku moja asinipe nafasi? Hmm. Lakini kwa sababu mwalimu ana, ana, ana, ana, anaona kwenye, kwenye, kwenye vigezo vyake hmm, anampendelea sana mtu kama Shemalo kwa vigezo vyake hmm. Sio kwamba kuna wengine wale wengine au hawa hawako vizuri sana, vigezo vyake anaona kwamba Shemalone na imani naye, lakini kwenye vigezo vyake na anaona Spider-Man Kamara mm. uh, nikimweka na imani mm. Sio naelewa eh mm. uh, uh, kwa mfano nataka nikupe mfano, mfano mzuri sana uh, kuna mtu kama mkwara hana namba mm, Steven Idesa Mkwara uh, juzi nafikiri kwenye kwenye kwenye mchezo wa juzi Coastal dhidi ya Coastal Union eh uh, kapiga hat trick chezo kaingiza magoli mawili. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Yaani ni kwamba tu mwalimu hamwamini. Kuna mtu mmoja anataka nikupe mfano mzuri, kuna mtu mmoja anaitwa anaitwa Zamiru Yasin Salem, ni midfield moja nzuri sana lakini kocha aliyepo hamwamini.